Taka tuka tukamwombe Mungu kwa ajili ya mwaka huu, tuliomba kwenye mkesha, lakini bado tunaendelea kuomba mpaka tuone metokea, na nilikuambia kuna maandiko ambayo tutatembea nayo mwaka mzima, na maandiko hayo, masomo ya mwaka mzima yatatoka kwenye maandiko hayo, mpaka tuone Bwana ametushindia. Tutasoma pamoja kitabu cha Kutoka ile sura ya pili msali wa 24, sema ondokeni, okay. mkafanye safari yenu mvuke bonde Mbuse la alinoni, bonde, tazama nimemtia sioni mwamori. Tazama nimemtia, mfalme wa Heshiboni mkononi mwako. Mkono mwako na nchi yake, yake anzeni kumiliki, kumiliki. mshindane naye neno linasema anzeni kufanya nini kumiliki, alafu anasema mshindane naye. Cha kwanza sio kupigana vita, cha kwanza ni kumiliki. Baada ya kuamini ninamiliki, maana yake unaanza kushindana na upande wa pili, kwa sababu kwa imani wewe umeishapokea. Kwa imani maana yake unacho, kwa imani maana yake unamiliki. Ukisimama unajua, Biblia inasema hivi neno alifanyika nini? Mwili alafu yule neno aliyefanyika mwili anasema akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Ukisoma kitabu cha Wakorinto anasema kwamba hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Yesu aliingia kwenye mwili wa mtoto wa Mariamu, lakini Yesu mwenyewe alikuwa ni Roho, hakuwa mwili. Unielewa hicho kitu nachokwambia hapa? Amen. Na Roho Mtakatifu anapotaka kukutumia wewe, anaingia ndani yako. Akisha ingia ndani yako, manake ametafuta mwili wa kukaa, kama vile ambavyo alikaa kwenye ule mwili wa mtoto wa Mariamu ambaye aliitwa Yesu. Manaake ndani yetu tuna Mungu, manaake tuna uwezo wa kushinda, tuna uwezo bado wa kufanya mambo makubwa, tuna uwezo wa kwenda mahali popote tunapotaka kwenda. Lakini lazima cha kwanza tuielewe neema. Huwa anakwambia ulimwengu wa roho unatenda kazi kulingana na akili yako inachoelewa. Akili yako lazima ielewe unashindana na nini, unaishindania hatima. Anasema hivi, anzeni kumiliki alafu mshindane naye katika mapigano. Maana yake unaanza kumiliki, ndo unashindana kwenye nini? Kwenye mapigano. Maana yake, afya kabla haijakujia kwenye ulimwengu wa roho, lazima umiliki uchumi kabla hujakujia kwenye ulimwengu wa roho lazima ufanye nini? Miliki. Umiliki. Ukisha miliki rohoni ndo unaanza kupigana sasa hivi hivi. Je, rohoni sasa, umiliki wa rohoni ni imani, ni kila ambacho unakiamini ni vile ambavyo unaamini Mungu atafanya, ni vile unavyoamini kwamba Mungu atakutendea. kwa kama unaamini ndani yako ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu anaenda kukutendea mwaka huu Nataka nikwambia hata kabla mwaka hujaisha utashangaa Mungu amesha yatenda. Kazi yako andika kwamba nataka Mungu anitendee hiki, endelea kuviombea. Vikitokea unatiki, vikitokea unatiki, kila kinachotokea kisho unatiki. Hilo ili unapomaliza mwaka ujue Mungu alinijibu haya na haya Amen. Pia kitabu cha Yoshua ile sura ya kwanza mstari wa tatu sema: kila mahali zita mahali zitakapokanyaga Zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Anapotoa ahadi, manake ameapa kwa hizo ahadi kwamba atazitimiza. Sasa anasema zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu. Biblia inasema hivi: hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Ukiwa mwenye haki wa Mungu, umeamua kuishi maisha ya utakatifu, Mungu anachokamata ni hatua zako, manake hatua zako hazitaelekea mahali ambako Bwana hayupo. Kila mahali hatua zitakapoelekea, manake ni Bwana yupo, lazima ukafanikiwe huko. Kwa lazima uanze kuelewa sasa, lazima uanze kujua sasa, uanze kuwa na maono makubwa sasa uanze kuyatizama maisha tofauti sasa, uache kujitizama katika namna unyonge. Biblia inasema onavyo mtu nafsini mwake ndivyo Andivyo. alivyo. Hautaenda zaidi ya vile unavyojiona. Ukijiona wewe ni maskini hauwezi ukainuka hata ufanyeje, ukiona wewe ni mgonjwa hauwezi ukapona ugonjwa hata uweje. Lazima uone uzima ndani yako, lazima ukubali kuona uzima. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka, Kutoka kumi na tano na hapa unisikilize kwa sababu ndipo kiini cha maombi ya leo. Sema Bwana ni mtu wa vita, ha, mtu wa wa vita. Sema tena Bwana ni mtu wa vita Bwana ni, ni mtu wa vita Bwana ni, ni mtu wa vita ndilo jina lake. Biblia inasema Bwana ni mtu wa nini wa, wa, wa, wa vita. Vita, lakini ukumbuke Mungu ni roho. Mungu sio mtu, lakini neno linasema Bwana ni mtu wa vita. Kwa nini neno linasema Bwana ni mtu wa vita? Linasema ni mtu wa vita kwa sababu Mungu anaishi ndani yetu. Manake sisi tunapofanya vita, manake ni Bwana amefanya nini? Vita. Manake mwili ulionao ni silaha ya vita kwenye ulimwengu. mm -hmm. Na ndio maana kuna mambo Mungu hayafanyi mpaka amekutumia, uliokoka, kwa sababu yeye akiingia manake kuna mahali unaweza ukaja wewe mtu akaona anapigana na wewe, yani kabisa. Anaposema Bwana ni mtu wa vita, manake kuna vita inaenuka, watu wanaona na kupiga wewe, lakini hawajui kwamba wanashindana na Mungu aliye ndani yako Amen. Kwa anaposema Bwana ni mtu wa vita, kwa sababu yeye ni Mungu anayeishi ndani yetu no. na asili ya Mungu ni vita Amen. manake swala la Mungu kupigana vita sio tukio, ni maisha ya kiungu wewe unapopigana vita ndo ndo una, upo kwenye asili yako, ndo upo mahali sahihi. Maana yake yote, aliyeokoka ambaye haoni vita haoni chochote, huyo bado hajabeba asili ya Mungu. Aliyebeba asili ya Mungu, maisha yake siku zote ni ya vita. Amen, najua ngoja niwaambie hivi. Anasema Bwana ni mtu wa vita. Hapo anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Haiwezekani baba yako awe ni wavita afu wewe mtoto uwe sio wavita. Haiwezekani, amen. Manake vile unavyoona ye siku zote yupo na vita na Shetani, ndivyo nasi tulivyo na vita na Shetani. Ay, kwa ay. Anaposema Bwana ni mtu wa vita, maana yake Mungu anaishi ndani yako, anafanya vita kupitia wewe. Maana yake wanaokupiga wewe wataona wanakupiga wewe lakini, wao hawajui kwamba wanashindana na Bwana. Amina. Ila watakachoshangaa ni kwamba wameanguka, watashangaa ni kwamba yale yani, mambo yote walikusudia mabaya yakupate hayakupati tena. Wakorinto wa kwanza sita kumi na tisa anazungumza sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Manaake ni Mungu yupo ndani yetu, ni Mungu anaishi ndani yetu, ni Mungu atendae kazi ndani yetu. Ile Zaburi mia moja arobaini na nne mstari wa kwanza anasema, na aimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishae mikono yangu kufanya vita na vidole vyangu kupigana kwetu ni mwaka wa kupigana vita na kumiliki. Amen. Maanaake unamwambia Bwana, ninaomba nifundishe namna ya kupigana, nifundishe namna ya kushinda, nifundishe namna ya kuomba, nifundishe namna ya kutekeleza madhabahu, nifundishe namna ya kuenenda. Kwa ujumla, maisha yangu, we Mungu, ninahitaji uniongoze na unifundishe Amen. Tarehe moja. Ni siku ya kuweka jiwe. Mwambie mwenzio ni siku ya kuweka jiwe. Ni siku ya kuweka jiwe la madhabahu ili utakapotembea katika mwaka mzima umwone Bwana akiwa upande wako akiwa wa. Maana imeandikwa katika mambo yote, yote, tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunashinda tuna na zaidi ya kushinda kwake yeye atupaye nguvu. Nguvu. Nguvu. Manake ushindi sio swala kwamba tunakubaliana na Shetani amesema tunashinda na zaidi ya kushinda, maanake viwango vya mtu aliyookoka vipo juu ya ushindi huku duniani. Watu wanashindaga mambo fulani, lakini hawawezi kushinda zaidi ya kushinda. Tunaoshinda zaidi ya kushinda ni sisi tunaomwamini Yesu Amen. Kwa mwaka huu ukatembee kwa imani, ukatembee ukiwa unajua kwamba Bwana yuko upande wangu, lakini ukatembee ukiwa unajua kwamba Mungu niliyemwamini yeye ni wa thamani Amen na tamani hivi Mungu akupe ufunuo ndani yako wa kuomba, Amen. Wengi hawana ufunuo wa kuomba. kile kitabu cha Isaya, tamalizia maandiko mawili, tuombe. Isaya 45 mstari wa tatu, sema, nami nitakupa hazina za gizani, nami. Nami nitakupa hazina za gizani. Hazina za gizani. Na mali zilizofichwa mahali pa siri kuwa, upate kujua ya kuwa, upate kujua ya kuwa, mimi ni Bwana ni, ni kuitaye kwa jina lako Naam. Naam. Naam. Mungu, Mungu, Mungu wa Israeli, anasema nami nitakupa hazina za wapi? Za gizani. Hapo anasema zilizofichwa mahali pa siri. Kuna wakati unaweza ukakaa hivi kwenye maisha yako, ukuta jambo tu la kufanya ulioni unatafuta biashara ya kufanya uoni, unatafuta kitu mbadala, kwamba yaani, eh, nje ya kitu inachokifanya hiki, naweza nikafanya nini? Unashangaa, uoni. Na mambo yote ya kumba mwanadamu, faida, shetani hajawahi kuyaacha mahali peupe, anayaficha gizani, ili mtu asitembee katika maisha ya ushindi. Sasa anasema yale yaliyofichwa mahali pasiri, nitakupa ukiamini kwamba kuna vitu vipo sirini, Mungu anavijua, anaweza akakupa ukiamini na ukatembea kwamba huu ni mwaka wa kupewa na ukafanya vita kwa maombi, au ukajidhabiu kwa Bwana na ukajinyenyekeza kwa Bwana. Nataka nikwambie matokeo sio kitu ambacho ni mjadala, matokeo ni kitu ambacho kinakufuata tu. Wengi wana struggle kwa sababu viwango vya kumwamini Mungu ni vidogo. Ukimwamini Mungu kwenye mambo makubwa utapata makubwa, ukimwamini Mungu kwenye madogo atakupa madogo. Chagua kumwamini Mungu kwenye mambo makubwa, sema amen, sema amen, sema amen, amen. Sema amen. Amen. Ile Zaburi 85 mstara wa anasema, naam atatoa kilicho chema na nchi yenu itatoa mazao yake. Sema na nchi yetu itatoa mazao yake, mazao. Mungu anasema atatupa kilicho chema, mazao ya nchi. Kuna amani, mazao ya nchi kuna mazao ya shambani, mazao ya nchi kuna mifumo ya maisha ambayo inatawala. Kuna mifumo ya maisha ambayo tunaishi, hayo ni mazao ya nchi. Nataka niseme neno hili kabla haujaomba, nataka niseme neno hili. Hata yule anaisi ameshinda hajashinda, na anaisi pia ameshindwa hajashindwa mwambia mwenziwe anayeishi ameshinda anayeisi ameshinda anayeona ameshinda haja hajashinda hata yule anayeona ameshindwa bado hajashindwa maana yake ni nini kuna mtu amekaa mahali yawezekana alipigana vita vya aina fulani akaona ameshinda lakini hajashinda na kuna mtu ambaye alipigana vita fulani akaona ameshindwa, lakini hajafanya nini? Hajashindwa Mungu akiamua. Kuna wakati wanadamu wanaweza kufanya jambo, alafu wakajisifia kwamba sisi tulifanya nini, tulifanya. Kimetokea hiki kwa sababu tulifanya, kimetokea hiki kwa sababu tulifanya. Lakini nataka nikuambia, kuna wakati Mungu huwa anataka ashuke mwenyewe afanye. Nawaambia, na kuna wakati Mungu anataka ashuke mwenyewe afanye nini, afanye kwa amini. Kwenye maisha yako kuna jambo litatokea, lakini na hata kwenye nchi yetu bado Mungu ni mwema, kuna jambo litatokea.